Habari, karibu tena kwenye channel yangu hii ya Procha TV. Ah, kama wewe ni mpenzi wa ku-edit video kama mimi, basi upo mahali sahihi, nikutoe na shaka. Maana katika video hii, nimeweza kukutajia application tano bora za ku-edit video za mwaka huu, nimeweza kukuelekeza, nimekutajia madhaifu yake na mazuri yake pamoja na unique features mbalimbali ambazo kila application inazo, kwa hiyo utaweza kuamua wewe kulingana na mahitaji yako. Ai, CapCut sifa ya yake kubwa na matumizi mengi ya AI, mazuri yake AI. Kama, AI. AI kama nilivyosema na ficha nyingi za AI na AI hizo ni mfano, katika background remover, chroma key, noise reduce, ikimaanisha kutoa kutoa makelele na kadhalika. Na pia ina support chroma key, ikimaanisha green screen. Pia ina edit video na kuitoa ikiwa na quality nzuri kabisa, haipunguzi quality ya video. Ama madhaifu yake ni ngumu sana kuitumia kama wewe ndio unaanza kujifunza kwa sababu ficha zake nyingi sana zinahitaji mtu ambaye tayari po advanced di katika masuala ya editing. na kuna ficha nyingi zinazohitaji internet kuzitumia. kwa mfano effect template zinahitaji washa data kwa ajili ya ku download. na pia kuna muda spidi yake ya ku save inakuwa ndogo hasa hasa mwishoni. application ya pili inaitwa KineMaster. hii ni nzuri sana kwa professional editors. ikimaanisha wale editors ambao ni wazoefu au wamesomea kabisa maswala ya editing, maana ina mambo mengi sana na mazuri yake ni kwamba ina multilevel editing, nikimaanisha katika video yako unaweza juu ukaadi video nyingine, audio, text na effect mbalimbali, na pia inaruhusu frame by frame trimming. Ha, ina chroma key, is editing. Nikimaanisha chroma key yake inakupa uwanja mpana zaidi wa kuedit ana pia kitu kingine, ina asset store to yake ina music na transition mbalimbali ambazo unaweza kuzidownload na kuzitumia katika video yako. Ama dhaifu yake ina watermark kale kalogo kanachoonekana katika video na ni ngumu kwa najifunza ku edit. Pia kuna muda ina stack sana, hasa kama wewe simu yako ni ndogo au simu yako ina RAM ndogo. Kwa hiyo kuna mda inastaki ah Application ya tatu kwa, kwa, kwa, kwa ajili ya kuedit hii bana inaitwa InShot. Kwa ujumla ni nyepesi, nipo fasta, mazuri yake ni nyepesi sana kutumia na inafaa kwa beginners, ikimaanisha watu ambao ni mwanzo wanajifunza katika masuala ya video editing. Na inafaa kwa wanaopost social media kama Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Aa, pia ina support stickers, music na text. Mazaifu yake haina advanced features kama chroma key. Kwa hiyo kwa wale ambao mnapenda kutumia chroma key. Ana pia video yake inakuwa na watermark baada ya kusave, na ina matrei ya chache ukilinganisha na, na, na edita zingine. Kwa hiyo ndo madhaifu yake na mazuri yake, utaitathmini inakufaa au la. Na yanne edita nyingine nilikuandalia leo, yanne inaitwa motion ninja. Hii e ni nzuri sana kwa VFX project na motion graphic. Ah, nikimaanisha mambo ya visual effect, motion graphic mfano animation text na mambo ya 3D editing, maana yake 3D feature. Ah, mazuri. Ni kama hivyo ina effect nyingi sana mfano fire neon, slow motion na kadhalika. Na ina chroma key. Ina chroma key nzuri kabisa. Masking feature ile mtu ambaye anaweza kaa ana kitu mezani akaamua kiondoe au kuna sehemu, kuna kashimo, akakapoteza. Kwa hiyo ina vitu vingi sana, edit nyingi za kidigitali zipo huko. Mfano, kingine kilichopo huko ni CD camera tu. Ah, mazaifu yake ni ngumu kwa anajifunza, kwa kama unajifunza kidogo sio ngumu sana, ila ni kidogo itakuwa vigumu kuweza kuelewa baadhi ya ficha, na pia kuna baadhi ya ficha nzuri lakini ndo hivyo zinakataa kutumia bure katika free version maana yake lazima ulipie ndio uweze kupata access ya ficha hizo ya na na video, ya ya video yako sasa utaweza kuipost popote pale bila kuwa na automatic na ni nyepesi kutumia kama nilivyosema hapo awali. Pia na feature kibao kama trimming, merging, speed control na unaweza kuongeza music, text pamoja na multilayer tofauti tofauti. A, pia na chroma key, na chroma key yake ni nyepesi sana kutumia, ina automatic chroma key tofauti na KineMaster ambao chroma key yake ipo manual na pia no multilayer, multilayer zake ni chache katika video yako, hairuhusu kuweka layer nyingi sana. Na udhaifu mwingine ni kama nilivyosema, no advanced chroma key, chroma key yake ipo limited, kwa inaweza ikaharibu au ikafanya vizuri kwa sababu ipo auto, na sio nzuri kwa complex editing. Hapa nikimaanisha editing tata, editing ambazo zina mambo mengi au project kubwa. Kwa hiyo ni apu ambazo nimekuandalia katika siku ya leo ambazo zinahusika katika masuala ya editing, madhaifu yake kama nilivyoyataja, mazuri yake. Hivyo ah, utaweza kuamua ni apu gani sahihi ambayo unaweza wewe au itakufaa zaidi kulingana na sikilizo zako. Hivyo ah, pia usisahau kusubscribe channel ya Procha TV kwa ajili ya video mbalimbali za namna hii na michongo mbalimbali hususani masuala ya internet na masuala yote ambayo yanahusu teknolojia ya kisasa ya kidigitali. asante sana kutakia wakati mwema.